Ok guys, huyu bwana ni Wema Sepetu, ameshafika alivyoitwa BASATA huko. Msikilizeni hapa kidogo, kaambiwa nini huko BASATA. Mada kubwa ilikuwa yeye na mavazi yake yale aliyovaa, eh alivyotoka na Gigi, kuna kivazi fulani vya alikivaa. Ok, tumsikilize hapa, kaambiwa nini huko. labda tu niseme kwamba mazungumzo baina yangu mimi na bodi ya filamu yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana. Niko na kaka yangu hapa um, ni tulikuwa tu tunakumbushana na hayakuwa yako vile firm, kwa sababu hata mimi mwenyewe kiukweli nilikuwa naogopa, lakini hayakuwa yako vile nilivyokuwa nategemea. Ni katika kuwekana sawa na pia nime nimejisikia vizuri, kwa sababu nimetambua thamani yangu na nimeona ni jinsi gani ninavyopendwa, kwa sababu ningekuwa nimeachwa tu na nisingeambiwa chochote au kuitwa au kusemwa, kukanywa. Unajua, anayekukanya ni mtu ambaye anakupenda na ambaye anakujali, kwa hiyo na ni mtu ambaye anakuona kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikuwa ni hakikuwa, hakikuwa, hakikuwa, hakikuwa, hakikustahili kutokea kwangu. Sijui unanielewa na hicho ni kitu ambacho tume tumekumbushana pia na viongozi wangu, na nashukuru tumemaliza vizuri and I'm here with my brother and yeah, niko, I'm, niko kwenye mikono salama kwa kweli. Sawa, kwa upande wako wewe, unahisi labda pengine ulikosea upande upi? Um, labda tu ni- niulize ni kabla kwa sababu hayo mambo tumeshayamaliza kiukweli. By the way unazungumza na Watanzania? Yes, of course. Na nataka tu pia kabla kabla tujamaliza kabla tujaendelea hapa, wangapi ambayo wameshajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura? Well guys, mmemsikia Wema Sepetu alichoitiwa huko ni nini, na haijakuwa issue kubwa akaeleweshwa, kaelewa. And hii alikuwa before kwenda ende zake Basata. Hiyo ndio ilikuwa outfit yake bomba kabisa, suti flani hivi amazing, ya pinki na tai yake. Kama tunavyojua sasa hivi Wema Sepetu yuko sana karibu na mambo ya CCM na Mama Samia, kwa hiyo lazima azingatie heshima yake kwa jamii. Ndio maana wakamwita, wakamwelewesha waka wakamfahamisha, waka waka asifanye vitu vile public. Yeye yeah, ni ni kioo cha jamii, then yuko kwenye uongozi, yuko kwenye mambo ya serikali. Kwa hiyo lazima ile heshima yake ilindwe vizuri, kwa sababu guys, ukishavaa yale mavazi kama huyu ni mtu ambaye anajulikana maarufu, respect fulani hii inakuwa inashuka. Wenye kunielewa watanielewa. Ndikizwa hapo na Baba Taraji huyo sindikiza kwa Basata ndo walikuwa wote. Huyu ni padna wake siku nyingi sana, yuko karibu naye, kwa hiyo hawezi kumwacha. Wako sambamba muda mrefu sana, toka enzi za Diamond wako wote, yeye na Martin kadinda wako yani, wako close kwa ni, ni rafiki wake wa muda mrefu sana. Petit huyo, ni petit bwana, kwa hiyo alimsindikiza huko. Yeah, okay, mambo ya misosi. Hebu euzosikia hapa kidogo maana mjaina hey, nyuma na mimi nilivyoona hii tu. Yaani, mata anavyonitoka we mtazamaji, ujatamani mwenzangu. Hebu angalie hapa vizuri, tutamani wote, jamani, jamani I need a bodyguard because jamanijama <laughs> oh, oh, oh, oh. Da Wema we, jamani. Okay, anyways kashatoka zake BASATA hapo, kashatoka kupewa ujumbe wake, kapitia ku help food na mambo mengine yaendelee. Eh lakini mm, basi nisiangalie sana, ila mashallah kawema kazuri na hizo lenzi zilivyoziweka kwenye macho. Hey, macho yanaonekana makubwa kama ya alien. Excuse me lakini anaonekana makubwa hayo ya hiyo, ni type of lens ukiweka, yani kini chake ni kikubwa kile cheusi. Mwingine anapenda za rangi rangi, lakini sometimes unabadilisha kini kinakuwa kikubwa kama hivyo. Mnamshauri nini jamani, Wema Sepetu kwa vazi lake alilolivaa eh? Mnamshauri vipi eh? on my side bana Huyu ni kio cha jamii. Sawa, ni star, lakini yuko sasa hivi karibu sana na viongozi, kwa anatakiwa maintain ile status yake stara yake i maintain. na stara ni mmoja wapo kwenye kuvaa ki, ki staarabu. You see like that? Did you see how she dressed today? kapendeza kavaa vizuri kawaka ila gigi wana. <laughs> Anyways, also alivyotoka zake BASATA akaunganisha kwenda kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura. Tumsikini hapa kidogo, kasema nini imeshakuja kujiandikisha katika daftari la wapigakura. Kama wewe ni Mtanzania mwananchi bara ambaye unajitambua na unajielewa fika, vituo vya kupiga kura vya kujiandikisha kupiga kura ili uweze kuakuwa kiongozi wako. Haya jamani, changamkeni mkajiandikishe kwenye daftari la wapiga kura. Yeye Wemasepetu tayari hapa kasha tuonesha kasha na kujiandikisha. Haya mambo ya ya ya uchaguzi, uchaguzi ndio ya kwake yeye, especially kwenye CCM ndio kabasi sana huko kwa hiyo lazima aendelee ku advertise. Na pia BASATA waliliona hilo, ndo maana wakamwita wakakaa naye chini, asiendelee kufanya vitu ambavyo anavifanya yee, ni kio cha jamii, asijiharibie hadhi yake kwa watu akashusha heshima yake. E jamani, Wema akapendeza hey! Mi nimependa hiyo outfit yake aliyovaa hatari, hmm. Yani imemtoa vibaya mno. Haya, tuendelee. Naombea watu well, wanamlaumu wana nani, Gigi wana magigi ndio kamwingiza mwenzie kwenye mambo kama haya lakini, obviously tushamzoea Gigi Mani e, tushamzoea na vazi... Yani, ile ni kawaida kwake kuvaa vile, kawaida, kwa sababu everyday yeye yeah, iko zake iko zake club yeye like ni kawaida yale mavazi kuvaa vile. Yani in short, hakuna anayemwogopa yani, haogopi mtu Gigi Mani. Kwa hiyo <laughs> anafanya anachojisikia anytime anywhere. Kiki please tuye basi kwake ni shuari, but it's a good thing Wema kaitwa kaelezwa eh, na badiliki kwa situation ilomkuta. Badiliki kama mpomsikia mwenyewe kajisikia vizuri sana alivoitwa na kurekebishwa kuliko tu angeachwa hivi hivi kaitwa, it means some people wana care about her aswa wamemwita wameongea naye kwa sababu yeye tayari ni mtu katika jamii, na ndio maana Gigi Mani hakuitwa, kaitwa yeye, kwa sababu yeye ni kio cha jamii, anategemewa. And most of all, yuko kwenye mambo ya CCM mambo ya serikali, kwa kile kitu kimempa hadhi kubwa sana yeye kuitwa. Maana kama angekuwa hajulikani asingeitwa.